Naam, mwingine anauliza kuhusu masala ya mtu mwanamke kupiana mkono na mwanamume ambaye kwamba e, anaweza kumwoa, na je, kuna ushahidi gani katika Qurani katika hadithi vipi, yani habari hii? Naam, hadithi maarufu zipo na ni sahihi Mtume sallam akakataza kwanza, yeye mwenyewe alikuwa anapo eki na Waislamu kawaida hupiana mikono, lakini wanawake la, na akasema e, inni la usafihu nisa, mimi si wapi mkono wanawake. Na hukumu ya e, taban kama Mwenyezi Mungu alivyosema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mtume akifanya kitu na sisi tunafanya, isipokuwa kitu kile kina ushahidi kwamba ni kwa ajili yake tu.

la tahillu lah. Gine, eh, la na katika riwaya nyingine la an yut'ana ahadukum bi mismar fi rasi eh, khairu lahu min an yamassa imra'a la tahillu lah, kwamba mtu au mmoja wenu kupigwa misumari au kupigwa shindano ya chuma kwenye kichwa chake, basi hilo kwake ni khairi zaidi kuliko kufanya nini, kuliko kumgusa mwanamke ambaye kwamba si halali yeku kwake si halali, wake si mke wake. Taban tunajua kwamba wale ambao ni, ni maharamu yake mtu anaweza kumpa mkono. Kwa hivyo ni hivyo, ushahidi ni huo. E, haijuzu kwa sababu hiyo na taban. E, kama unavyojua kwamba Mwenyezi Mungu kaumba hao jinsi, jinsi mbili hizi kwamba zina vutana yani, kwa hivyo kuepusha hilo hata mkono inakuwa si halali kwa kupeana. Wallahu tabaraka taala aalam wa ahkam.